kopoa kabisa na stories zimekuwa ni nyingi sana kuhusiana na eh, ligi kuu ya England nikimaanisha EPL eh, kuweza kuchakata lakini pia kuweza kwenda vizuri kabisa. Lakini pia moja kati ya timu ambazo huwa zinafanya vizuri sana wakati msimu unakuwa unaanza ni Arsenal, awashikaji bwana, huwa wanaanza kwa kasi sana na huwa wanafikisha points nyingi sana wakati ligi inapokuwa eh, inaanza, and then inavyozidi kuendelea na wao wanakuwa wanazidi eh, kushuka kwa namna moja ama nyingine. Sasa eh, ikumbuke kwamba kwa sasa hivi eh, ligi ligi nyingi sana kutokea duniani hapa zinakuwa zinatamatika au zinaweza kumalizika au zinakuwa zipo katika mechi zao za mwishoni mwishoni kabisa kuweza kumaliza msimu e, lakini pia timu zingine zimekwisha kumaliza tayari. Sasa Arsenal na wenyewe pia e, kwa sasa hivi wameonyesha nia ya ya kuweza kumtaka Sane, mmoja kati ya wachezaji ambao pia wanafanya poa vizuri kabisa e, katika klabu ya Bayern Munich ambayo inapatikana kule ul e, Ujerumani katika ligi kuu ya Bundesliga huko e, nchini Ujerumani. Sasa taarifa zinaeleza kuwa e, Arsenal imeweza kupewa fursa ya kuweza kuchagua kwamba kuweza kumchukua Sane endapo hataongeza mkataba wowote na klabu ya Bayern Munich kwa sababu eh, kwa sasa hivi mkataba wake unaweza kuisha mwishoni mwa msimu huu, so atakuwa mchezaji huru. Kwa hiyo sasa Arsenali pia watakuwa eh, wana uhuru wowote wa kuweza kumsaini na kuweza kumchukua kwa kuwa wameweza kuonyesha eh, bana nia sasa wakili wa Sane Pin Zahavi aliweza kufanya mazungumzo na mkurugenzi wa michezo wa Bayern Munich, pia anafahamika kwenye la Max Elbel mjini e, Munich siku ya Jumatano juzi tu hapa, mazungumzo yakafanyika e, kwamba wanamtaka bana Sane aweze kurudi kule EPL. Sane anaweza kutarajia kuweza kumaliza mkataba wake mwezi ujao, na anataka pia kuhamia London kwa sababu za familia, ikiwa e, ataondoka Ujerumani kwa uhamisho wa bure kabisa, nikimaanisha free E, kabisa kwamba hawezi kutoa kiasi chochote kwa sababu mkataba wake unaweza kumalizika na vitu vinakuwa poa kabisa. Sasa baki kidogo. E, hata hivyo hali ya usajili wake bado haijawekwa wazi, lakini pia ripoti zinaonyesha kuwa Sane amekataa ofa ya mkataba mpya kutoka Bayern Munich, lakini e, anataka e, kuna taarifa pia ambazo zinadai kuwa ameamua e, kusalia Bayern, na hata kuchukua punguzo la mshahara ili kuweza kuendelea na klabu hiyo hadi mwaka 2028. Sasa taarifa zingine zin nasema amekubali kusaini mkataba na Bayern aweze kuendelea mpaka 2028. Zingine zinasema kuwa amekataa kwa sababu ya tatizo la kifamilia, nini familia iko London, alafu yeye anakuwa Ujerumani, mambo yanakuwa ni hivi, mara huku mara huku, inakuwa e, sio poa. Sasa hii inaashiria kuwa bado kuna mazungumzo ambayo yanakuwa yanaendelea baina yake yeye pamoja na na timu yake maisha yake ya kisoka abaki Bundesliga Ujerumani au aende EPL akiwa na klabu ya Arsenal. Kwa sasa Arsenal pia wanaendelea kufuatia hali hiyo kwa karibu kabisa huku wakitafuta njia ya kuimarisha safu yao ya ushambuliaji kwa msimu ujao. Iwapo sana ataamua kuondoka Bayern, Arsenal wanaweza kuwa miongoni mwa klabu zitakazokuwa mstari wa mbele kuweza kumsajili au kuweza kumtaka eh, saini yake aweze ya kusaini pale kutokana na kile kipaji ambacho kwanaonyesha, lakini ubora wake katika swala zima la eh, ushambuliaji. Yapi maoni yako kuhusiana na hii, bwana? E, wewe kama shabiki wa Arsenal e, vipi bwana? Arsenal atue hapo. Lakini pia wewe, shabiki wa Bayern Munich, unakubali kweli?